Na moja kwa moja tuelekee kaunti nambari nne ambapo idara ya afya huko Tana River imetoa takwimu zinazoonyesha kuwa asilimia hamsini ya wanawake wajawazito hujifungulia nyumbani katika kijiji cha Sombo eneo bunge la Bura. Mojawapo wa sababu zinazochangia hali hii ni mila potovu ya ukeketaji. Hapa ni kijijini Sombo. Hali ya maisha ni ngumu, na kwa wanawake wajawazito maisha yao yamo hatarini siku zote kutokana na masaibu ya kujifungua. Soba Adhan na amefanya kazi ya kujitolea kwa muda wa zaidi ya miaka kumi akitumia pikipiki yake binafsi Sombo Ambulance kuwasafirisha wajawazito hospitalini kujifungua. Hapa tunampata kwenye harakati na mama Halima Dube mjamzito akimpeleka hospitalini. Hii kwanza kitu kwanza, eh, record yangu hapa kwanza, ya kujua huwa naandika kwa kitabu. Ndio, nihakikishe hakuna kuzalia mtoto nyumbani, ama mama kujifungua nyumbani ama mama sikose kliniki. Hii boda ya mguu mbili amesaidia kiasi. Ikiwezekana apewe tu kitu kama itu tu ya mguu tatu, okay. okay. Kati ya kliniki nane wanazopaswa wajawazito kufika kumwona daktari ni kliniki mbili tu ambazo wakina mama wengi wa Sombo huhudhuria. Hali hii walazimu wengi wao kujifungulia nyumbani na kujiweka kwenye hatari ya kupata magonjwa na majeraha ya nasuri. Kuna um, namba mingi ya wamama hawaji kujifungulia spitali, so kuna hii kitu inaitwa fistula fistula ni ile eh, kwa sababu ya dhiki ya kujifungulia nyumbani na hizo dhiki zote, kunatokea shimo ambalo mikojo haipitii ile njia yake ya kawaida. So hizo visa pia zinakuwa kwa uh, katika eneo hilo kama uh, mtu uh, amejifungulia nyumbani. Mila za ukeketaji ambazo zimeendelezwa na wakazi wa Sombo zimetajwa kuchangia akina mama wajawazito kuhofia kujifungulia hospitalini. Huwa wanaogopa hizi kukatakata, kukatwa. Sasa hii kushonwa huwa hawapendi. Mara nyingi sana wakienda pale kujifungua wanakotwa hivi, alafu wanashon, hii ndio kitu huwa wanahepa. Kama wewe umefanywa ukeketaji, kuna changamoto. Nielewe vizuri, hiyo mambo ya ukeketaji kulikuwa naendelea na hakika tumeona asara yake ama dhuluma yake ama akiingia tu nyumba kupeleka tu hospitali ni kusumbuka. Katika siku kumi na sita za harakati dhidi ya unyanyasaji wa kijinsia zinazotarajiwa kukamilika tarehe kumi, shirika la Msalaba Mwekundu limeendeleza hamasisho kwa wakazi kuhusu umuhimu wa kujifungulia hospitalini.

Afya ya uzazi ni ngao kuu kwa mama na mtoto pindi anapozaliwa. Hamasisho likiendelea kutolewa kwa wakazi Sombo kujifungua hospitalini. Rahma Rashid, runinga Citizen, Sombo, Tana River, kutoka kaunti nambari 4 turejee hapa